Na hivyo kwenye wilaya ya Kusini kuna matukio manne yameripotiwa ambayo yalikuwa yana lengo la kuvuruga, la kuvuruga zoezi la uandikishaji. Tukio la kwanza lilitokea tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2025 majira ya saa nne na nusu asubuhi huko eneo la Jambiani Kibigija.